mgomo wa wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma humu nchini umeingia siku ya 34, huku wahadhiri wa chuo kikuu cha kiufundi cha TUK wakianza mgomo wao. Wahadhiri arobaini wanaoshiriki mgomo wa kitaifa katika chuo hicho wamekabidhiwa barua za kuwasimamisha kazi na kufungiwa nje. Wahadhiri hao wanalalamikia kutolipwa kikamilifu mishahara yao ya mwezi Julai. Nyimbu zinazoambatana na mgomo zikiendelea kurindima. Vyumba vya mihadhara katika vyuo vikuu vya umma kote nchini vimesalia mahame kwa siku ya thelathini na nne. Hatma ya elimu ya juu nchini sasa inasuasua zaidi baada ya muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini UASU na muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu KUSU kutangaza rasmi kuanza kwa mgomo mwingine katika chuo kikuu cha kiufundi cha Kenya TUK. Be on duty. Yeah. Chanzo kikuu cha mzozo huu ni kushindwa kwa chuo hicho kutekeleza makubaliano ya mwezi Machi mwaka huu ya kuwalipa wahadhiri mishahara yao kwa ukamilifu na kukomesha hulka ya mishahara inayolipwa nusunusu, wahadhiri wakisema punda amechoka mara mbili. Zaidi ya wahadhiri na wafanyikazi 44 wa chuo hicho walioko kwenye mstari wa mbele kwenye mgomo wa kitaifa walishangazwa walipofika chuoni na kupata lango kuu limefungwa, na kisha wakakabidhiwa barua za kuwasimamisha kazi kwa muda. Hata hivyo, wameapa kuwa migomo yote ya kitaifa na ya chuo kikuu cha TUK itaendelea hadi matakwa yao yote yatakapotimizwa. The people we are demanding our rights from are harassing us.

that is when they now wake up from slumber and start threatening members of staff. Mkutano uliofanyika wiki iliyopita kati ya wahadhiri wafanyikazi wa vyuo na serikali ulivurugika baada ya serikali kukataa kutoa masalio ya nyongezo ya shilingi bilioni saba nukta kenda kama walivyokuwa wamekubaliana katika mkataba wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Mahakama sasa imeipa serikali siku kumi kupata suluhu la mgomo huo, la usivyo iingilie kati. the court will make a ruling

Mgomo wa chuo kikuu cha Tuku unajiri wakati ambapo mgomo wa kitaifa unaendelea ukionyesha taswira jinsi vyuo vikuu vya umma vinaendelea kukabiliwa na changamoto zinazotishia mustakabali wa elimu ya juu nchini. Wahadhiri na wafanyikazi wa, wa chuo cha Tuku wakianza mgomo wao sawia na ule unaoendelea wa kitaifa ni ishara jinsi kitumbua cha elimu ya juu nchini kinaendelea kuingia mchanga, huku wanaoathirika zaidi wakiwa ni wanafunzi. Will Lusige, runinga ya Citizen katika chuo kikuu